Tuelekee kaunti nambari tano sasa ambapo vijana zaidi ya mia moja kutoka kaunti za Lamu na Tana River wamepokea vifaa vya kiufundi ikiwemo vya kushona nguo, kutengeneza simu na hata kutengeneza pikipiki vitakavyowasaidia kujiendeleza kimaisha. Hii ni baada ya vijana hao kuhitimu mafunzo ya kazi za kiufundi waliosomea kwa muda wa miezi mitatu chini ya ufadhili wa shirika la Ujuzi Mashinani, lengo kuu likiwa kuwawezesha vijana kujiajiri na kujitegemea badala ya kusubiri kuajiriwa. Hawa vijana tumefanyia haya hizi ma mafunzo ni vijana waliosoma, mwingine wamaliza form 4 wengine standard 8, lakini wazazi wao ni maskini, hawakuwa na uwezo wa kuenda e, e, chuo kikuu pengine ama hata kwenda high school. Sasa na kazi pia hakuna na kazi hii sio lazima tutegemee kuajiriwa kazi kwa serikali peke yake. Ni nafasi nzuri sisi kama viongozi kuhakikisha tumetafuta kila tunachoweza, wafadhili wa ndani ya nchi na nje ya nchi, kuleta mafunzo kama haya, kwa sababu huyu kijana leo amefunzwa charahani hapa, huyu kijana leo amefunzwa simu kutengeneza simu hapa, wakati tuko kijijini simu <totipati> pale hakuna kazi. Tumemaliza form four, tumekata nyumbani, ndio tukapata hiyo advertisement ya ujuzi manyatani, so tukaapply, nikapata nikafanya. Sasa hivi ndani nyumbani pia nimeanza kuweka vitu vyangu, nime install solar na majirani wote nimeawekea. So ni kazi inasaidia tu kulingana na ile uh, economy. Hapa wanafunzi wengi wakimaliza kidato, kidato cha nne, wengine wakimaliza hata kidato cha nane, nane hawezi endelea mbele kulingana na uh, hali ya maisha ya huku. Kwa hiyo hii inasababisha uh, wanafunzi ambao wanakaa tu idle nyumbani kuwaelekeza katika uhasama haswa hasa mambo ya kutumia mihadarati na pia kwa wasichana uh, early marriages, that is wanalazimishwa kuoleka.